Ninawasalimu wapenzi watazamaji tazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, niko pelako skio, tuchanganue yale yote ambayo yanaendelea kwa taifa letu la Tanzania hii leo, mpenzi mtazamaji, tarehe 9 Desemba. Kama ilivyo ada kwa kila mwaka, huwa tunasherehekea siku ambayo watanganyika au ukipenda Tanzania bara tuliweza kujipatia uhuru kutoka kwa mkoloni, lakini jinsi ambavyo viongozi wetu wanatuongoza inaonekana kwamba bado hatujaweza kupata hu uhuru huo ambao tunasema kwamba tuliweza kuupata kutoka kwa wakoloni. Angalia ukandamizaji unatanda, viongozi wa upinzani wakikamatwa, vyama vikienguliwa kutoka kwa uchaguzi. Kwa sababu hii si mara ya kwanza vyama vya uchaguzi kuenguliwa kutoka kwa uchaguzi, hata mwaka elfu mbili na ishirini vyama vya upinzani vilienguliwa. Hiyo ni hivyo, ni viashiria wazi kwamba bado taifa letu hatujaweza kujipatia uhuru sisi kama Watanzania, na inatuhitaji sisi ili kuweza kuhakikisha kwamba tunajipatia uhuru, na sisi wa Tanzania ndio tutakaoamua jinsi ambavyo taifa letu litaongozwa. Sisi ndiyo wenye mamlaka. Angalia mwaka huu, mwaka elfu mbili na ishirini na tano hatujaweza kusherehekea siku ya kupata uhuru, hatujaweza kusherehekea maadhimisho ya kupata uhuru kama Tanzania bara. Kiongozi wetu Samia anasema kwamba aliweza kuchaguliwa kwa asilimia tisini na nane. Anasema kwamba aliweza kupata kura nyingi sana, kura milioni 31 kati ya kura milioni 32 ambazo ziliweza kupigwa kulingana na jinsi ambavyo tume ya kupiga kura Tanzania ilivyotoa tamko lake. Mnamo tarehe 3 Novemba. Sasa ninashangaa hii serikali ambayo inasema kwamba iliweza kuchaguliwa kwa asilimia kubwa sana ya wananchi wa Tanzania, mbona hatukuweza kuandaa sherehe za maadhimisho ya kupata uhuru sisi wa Tanzania wa bara kama kweli Samia anasema kwamba aliweza kuchaguliwa kwa asilimia 98, mbona hatukuweza kuandaa sherehe za kuadhimisha uhuru wa Mtanzania bara? Mama Samia ameamua kwamba hii siku kwa ambayo tunafaa kusherehekea tusherehekee tukiwa tumejifungia majumbani mwetu, tusherehekee tukiwa kwenye compound zetu, tusije tukatoka barabarani. Uhuru gani huu ambao tunasema kwamba tumeweza kujipea au tuliweza kupewa au tuliweza kujinyakulia kutoka kwa mkoloni, kipindi ambapo viongozi wetu wanatuamuru tuweze kusherehekea kutoka nyumbani. Angalia Samia leo ametorokea mafichoni. Ndio, nipe muda nieleze kauli yangu. Samia Suluhu Hassan ametorokea mafichoni, mpenzi mtazamaji, na mafichoni ambayo Samia ambaye ameweza kutorokea haonekani popote hata kusimama kwenye kanda aweze kutoa heri ya maadhimisho bora ya siku ya Mtanzania wa bara kujipatia uhuru hajaonekana. Watu ambao tunaona wanasungumza ni vibaraka wake, jeshi la polisi, Mwigulu Njemba pamoja na wengine kama vile waziri wa usalama wa ndani. Lakini Samia mwenyewe ametorokea kusiko julikana, ameingia kwa miti. Jinsi ambavyo Ezra ninavyozungumza na nyinyi, nikiwa napunga upepo kutoka ndani ya miti yangu, haijulikani aliko, haijulikani kama yupo hai, haijulikani iwapo yuko na afya njema, kwa sababu kama ilivyo ada, kama ilivyo desturi ya kila mwaka tarehe tisa Disemba mwaka elfu mbili na ishirini yani mwaka, yani kila, kila tarehe tisa ya mw, tarehe kumi na mbili yani tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili kila mwaka huwa tunaadhimisha sherehe na yule mwenye anaongoza sherehe hizo ni rais sasa tutajuaje yupo hai tutajuaje yupo na afya njema tutajuaje ametorokea wapi kipindi ambapo hajaweza kuadhimisha siku ya Mtanzania wa bara. Ni kipi ambacho Samia Suluhu Hassan ameweza kukiogopa? Kwa sababu rais mwenye ameweza kuchaguliwa na hiyo asilimia ambaye alisema kwamba alichaguliwa nayo, hawezi kabisa hawezi kamwe kujificha, hawezi kabisa kuingia mafichoni Yuko na ulinzi wale ambao wanachunga rais, eh, wanachunga raisi, yuko na majeshi, yuko na jeshi la polisi, yuko na kila aina ya vyombo vya dola ambavyo vinamlinda. Angeandaa sherehe za kuadhimisha uhuru wa Mtanganyika, lakini sijaweza kumwona ameingia mafichoni. Ni kipi hicho ambacho anakiogopa? Tuulizane tu swali, ni kipi hichi ambacho anakiogopa hadi aweze akaadhimisha siku ya uhuru Tanzania bara? Ni kipi hichi ambacho anakiogopa hadi anaamua kujificha? Kama nimedanganya mtu aniambie aliko. Nikihitimisha, iko hivi mpenzi mtazamaji, Tanzania mpya imekwisha kuja. Jinsi ambavyo tumesimama tumekataa udikteta wa Samia umesikika. Jinsi ambavyo tumekataa uongozi wa kiukatili, jinsi ambavyo tumeweza kukataa viongozi ambao hatukuwachagua, serikali hii imeweza kutusikia na imeogopa kututazama. Kama wanasema kwamba waliweza kuchaguliwa, mbona hawakuja? Basi tuandae sherehe za kuadhimisha siku ya kupata uhuru kutoka kwa mkoloni tu. Tuadhimishe, tusherehekee miaka sitini na nne tangia tulipoweza kujipatia uhuru kutoka kwa mkoloni. Ukiona viongozi ambao wako na kila aina ya ulinzi wanajificha, wanaahirisha sherehe ambazo zinapaswa kufanyika kila mwaka, jua kwamba basi wameogopa wananchi. Samia ametorokea kusikojulikana, hajaweza kuandaa sherehe. Ni ishara kwamba ameogopa wananchi, ameogopa maandamano ya kutenguliwa kutoka mamlakani. Ameweza kupata ujumbe wa wananchi kwamba hawamtaki ameweza kupata ujumbe wa wananchi kwamba wanataka aweze kusalimu amri. Sijui wazo lako ni lipi, ila mimi na wewe tunapaswa kuamka tuweze kutetea uhuru wetu wa Mtanzania, tuweze kukataa uongozi wa kiimla, tuweze kukataa uongozi wa kiudikteta, tuweze kukataa uongozi wa kuiba kura, tusimame tuitishe uchaguzi mpya.